Karibu tena kwenye The Story Side. Mahali ambapo tunazunguka barani Afrika kuchunguza historia za ajabu zilizojaa mafumbo na maajabu. Leo tunaelekea kwenye moja ya maziwa makubwa na ya kupendeza zaidi barani Afrika, Ziwa Nyasa, ambalo pia linajulikana kama Lake Malawi au Lake Nyasa. Ziwa hili lina historia ndefu mazingira ya kuvutia na umuhimu mkubwa kwa mataifa ya Tanzania, Malawi na Msumbiji. Lakini unajua nini kuhusu ziwa Nyasa? Liliundwaje? Linahifadhi nini ndani ya kina chake? Na kwa nini linazua mgogoro wa mipaka kati ya Malawi na Tanzania? Twende tukachimbue historia ya ziwa Nyasa. Ziwa Nyasa ni moja ya maziwa makubwa zaidi duniani kwa urefu, linashika nafasi ya nane duniani na kwa kina ni la sita kwa kina kirefu zaidi duniani. Ziwa hili linapatikana kusini mwa Tanzania, kaskazini magharibi mwa Msumbiji na sehemu ya mashariki mwa Malawi. Mambo ya haraka sana kuhusu ziwa Nyasa: lina urefu wa takribani kilomita 580, lina upana hadi kufikia kilomita 75, kina cha kati ni zaidi ya mita 292, kina kikubwa zaidi ni takribani mita 706. Mito inayoingia ni mingi sana, mito mingi kutoka Tanzania, Malawi na Msumbiji, ikiwa ni pamoja na mto Ruhuhu kutoka Tanzania, mto unaotoka ni mto Shire unaotiririka hadi ziwa Malawi na hatimaye kuingia Zambezi. Hili ni moja ya maziwa yaliyojaa maisha ya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na zaidi ya aina elfu moja za samaki zaidi ya maziwa mengine yote duniani. Lakini ziwa hili si la kawaida, ni moja ya maziwa ya kale zaidi duniani likiwa limekuwepo kwa zaidi ya miaka milioni nane hadi kumi mpaka sasa. Ziwa Nyasa liliundwa kutokana na mgawanyiko wa miamba ya ardhi, yaani unaoitwa East African Rift Valley. Mgawanyiko huu ulisababisha sehemu kubwa ya ardhi kushuka na kutengeneza bonde refu lililojazwa maji. Wanasayansi wanakadiria kuwa Ziwa Nyasa liliundwa takriban miaka milioni nane hadi milioni kumi iliyopita, na kwa sababu bado liko kwenye eneo la ufa wa bonde linaloendelea kupanuka kidogo kidogo kila mwaka. Ikiwa unaipenda asili na mazingira ya kuvutia basi, Ziwa Nyasa ni sehemu ya ajabu. Ni mojawapo ya maziwa yenye viumbe wengi wa kipekee duniani wakiwemo samaki wa Sichlid. Ziwa Nyasa lina aina zaidi ya elfu moja za samaki, wengi wao wakipatikana tu hapa Ziwa Nyasa na si kwingineko duniani. Lakini pia kuna kisiwa cha Likoma, kisiwa kinachojulikana kwa kanisa kuu la Saint Peter, mojawapo ya makanisa makubwa zaidi kusini mwa jangwa la Sahara lakini pia mandhari ya kuvutia lina pwani za mchanga mzuri na maji ya bluu yanayovutia watalii na bila kusahau misitu ya miombo. Maji ya Ziwa Nyasa yanasaidia ustawi wa misitu na wanyama wengi wa mwituni. Pamoja na uzuri huu, ziwa hili pia limekuwa chanzo cha maisha kwa wakazi wa maeneo yanayolizunguka kwa maelfu ya miaka. Kwa watu wa Tanzania, Malawi na Msumbiji, Ziwa Nyasa si tu sehemu ya mandhari mazuri, bali ni chanzo cha maisha kwa njia nyingi. Chanzo cha kwanza ni chanzo cha chakula. Wavuvi huvua samaki wengi kutoka kwenye ziwa hili, wakiwemo sangara, dagaa wa Nyasa na sichilids, ambao ni maarufu sana katika soko la kimataifa. Jambo la pili usafiri: kwa karne nyingi watu wamekuwa wakitumia mitumbwi na boti kwa usafiri kati ya vijiji vilivyo kando ya ziwa lakini. Jambo la tatu chanzo cha maji: mamilioni ya watu hutegemea maji ya ziwa hili kwa matumizi yao ya kila siku. Na jambo la nne ni utalii: ziwa Nyasa linavutia watalii wengi wanaotafuta mandhari nzuri, michezo ya maji na mapumziko ya fukweni. Pamoja na umuhimu huu, bado kuna changamoto nyingi zinazolikabili ziwa hili. Kwa miaka mingi, kumekuwa na mgogoro kati ya Tanzania na Malawi kuhusu umiliki wa ziwa Nyasa. Malawi inadai kuwa ziwa lote ni mali yake, kwa sababu mkataba wa Waingereza wa mwaka 1890 ulisema hivyo. Tanzania inasema kuwa mpaka unapaswa kuwa katikati ya ziwa kama ilivyo kwa maziwa mengine ya kimataifa. Hadi leo mgogoro huu bado haujapata suluhisho rasmi japokuwa jambo hili lipo kimya. Pamoja na historia yake tajiri na faida nyingi kwa jamii, ziwa Nyasa linakabiliwa na changamoto kubwa. Changamoto ya kwanza, uchafuzi wa maji. Matumizi ya mbolea na shughuli za viwandani zinaathiri ubora wa maji. Changamoto ya pili, uvuvi kupita kiasi. Wavuvi wanashinda kuzingatia sheria na baadhi ya aina za samaki zinapungua kwa kasi. Changamoto ya tatu, mabadiliko ya tabianchi. Kuongezeka kwa joto duniani kunabadili mfumo wa mvua na kupunguza maji ya ziwa. Changamoto ya nne, migogoro ya kisiasa. Mgogoro wa mpaka kati ya Tanzania na Malawi unaweza kuleta mvutano zaidi siku za usoni. Je, unafikiri nchi za Tanzania, Malawi na Msumbiji zinapaswa kufanya nini ili kulinda ziwa Nyasa? Tafadhali tuambie maoni yako kwenye comment, na usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa watu wengine. Simulizi hii pendwa, the story side, tunafanya historia ishi na asante kwa kunisikiliza.